Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Felista Njau, nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimesimama kwa kanuni ya 76, uh, jambo lililotokea li leo asubuhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Naomba nisome kwa ufupi ili tuweze kuelewa kanuni ya 76 inasema mbunge anaweza kusimama wakati wowote ambapo hakuna mbunge mwingine anayosema na kuomba mwongozo wa spika kuhusu jambo lililotokea bungeni mapema, ili spika atoe ufafanuzi kama jambo hilo linaruhusiwa au haliruhusiwi kwa mujibu wa kanuni na taratibu za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapema leo asubuhi niliuliza swali la nyongeza kwenye wizara ya ardhi nikieleza mgogoro wa ardhi unaotokea Kilimanjaro. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wakati naongea sasa, kuna mgogoro wa ardhi unaendelea wilaya ya Hai Moshi vijijini kwenye shamba la Laitolia unaendelea. Nimeuliza kama mbunge kwa mujibu wa katiba ninaelewa bunge letu linafuata katiba. Ndani ya bunge kuna wabunge wa viti maalum, kuna wabunge wa majimbo, kuna wabunge wa kuteuliwa na rais, kuna wabunge ambao ni wawakilishi wa baraza la wawakilishi, lakini kuna mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa mujibu wa katiba bunge letu, wabunge hawa hawajapewa wigo kwamba mwisho wako wa kuuliza swali ni hapa umepewa kuisimamia kwenye hoja yako. Tafadhali, sawa. Naelekea kwenye mwongozo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenye wakati nauliza swali, Mheshimiwa Naibu Waziri hakuni address swali langu kabisa, maana yake hakunijibu mimi. Alikuwa anaongea anamtaja Mheshimiwa Mbunge wa jimbo. Nafurahi akimwaddress, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti ni, nilikuwa naomba anijibu mimi kwa sababu sikutendewa haki, hakunijibu swali langu. Alimwadress mbunge wa jimbo, akazungumza mwanzo mwisho, wala hakunijibu. Na mimi nimetumwa na wananchi, kwa mujibu wa Katiba nina haki ya kupewa nafasi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mwongozo wako kama nimetendewa haki, sante. Mheshimiwa wabunge, kwanza alisimama mheshimiwa Felista Njau Mbunge wa viti maalum kwa kanuni ya 76 akieleza kwamba hajatendewa haki wakati mheshimiwa waziri akijibu swali la nyongeza. Mheshimiwa bunge alitaka kujua kama hili jambo linaruhusiwa au haliruhusiwi. Sasa kwa sababu swali hili halikuwa, ni, halikuwa swali la msingi, na kwa vile swali la nyongeza huwa halina majibu ya maandishi mezani. Majibu ya maandishi yanaletwa kwa jibu la msingi; swali la nyongeza halina majibu mezani. Kwa hiyo, ili kuweza kuthibitisha kama jambo hili linaruhusiwa au haruhusiwi lazima uh, turejee kwenye Hansard za Bunge. Kwa hiyo Mheshimiwa Felista Njau, kiti uh, kitafanya rejea kwenye Hansard, na kwa utaratibu wa kibunge utapata majibu kama yale yaliyojibiwa yanaruhusiwa au hayaruhusiwa.